Mimi nimefika hapa mkuu wa wilaya ya Ubungo, kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu aliyotoa siku ya jana alipofanya ziara katika wilaya yetu ya Ubungo kupitia ya Waziri wa Mambo ya Ndani, ambapo Waziri wa Mambo ya Ndani ameniagiza nifike hapa kuja kukutana na jeshi la polisi ambao walikuwa katika eneo hili wakiendelea na shughuli zao za kawaida za ulinzi na kutoa taarifa rasmi kwamba eneo hili ibada zinapaswa ziendelee kama ilivyokuwa hapo awali. Lakini niliona sio vyema na ni busara, mimi mwenyewe binafsi nikafika kujionea hali ilivyo kwa kipindi hiki ambapo kulikuwa hakuna shughuli zote za, za ibada. Na namshukuru mchungaji pamoja na timu yake, tumeongozana wamenionyesha hali ambayo iko ndani. Kuna baadhi ya maeneo nimejionea mwenyewe, kuna baadhi ya milango ambayo inaonekana imevunjwa, kwao najua na nataka hili niliweke vizuri, ili lisitoe nafasi ya kuleta misuguano, kwamba sasa nimwagize baba mchungaji hapa pamoja na timu yake, kwa taratibu kabisa, wao wakae wapitie eneo lao lote waangalie, kwa sababu kwa maelezo ambayo walinipa awali na hata mara ya kwanza tulipokutana wakati wanatoka katika eneo hili, hakukuwa na makabiziano kwa hata leo, ndio maana unaona hakuna anayetumia neno makabiziano, si ndivyo? kwa sababu maelekezo ni kuruhusu shughuli za ibada ziendelee hapa. Kwa mimi nimwombe baba mchungaji pamoja na timu yao, watakaporudi hapa kwa utulivu wao, waangalie hali ambavyo waliiacha katika mazingira walioacha, na hali ambavyo walikuta, na waniletee mimi taarifa rasmi ya kile ambacho wamekutana nacho. Wasiwe na wasiwasi wowote au woga wowote kuja ofisini kwangu kuniambia, na mkuu wa wilaya, baada ya wewe kufika katika eneo lile na sisi kurudi kwa ajili ya ibada, hali halisi tuliyokuta sisi ni hii hapa. Baada ya hapo, kutakuwa na maelekezo ambayo nitayatoa kwa namna ambavyo watakuwa wame, wamefika kwangu. Nafanya hivi kwa lengo moja tu, kwamba ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, ni lazima tusikilize wananchi. Sasa siwezi, juzi tu Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo ya kusikiliza, alafu mimi nifunge milango ya kutokusikiliza. Nini ambacho baba mchungaji atakuja kuniambia, kwa mimi nitakuwa tayari kupokea na kusikiliza kutoka kwao baada ya wao kuwa wamerudi katika eneo hili lakini pia vilevile vile, jambo la pili niliona baadhi ya watu baada ya tamko lile kutolewa, kuna watu wengine walishukuru, wengine wakakebehi, wengine wakafika mahali wakasema kwamba huu ni mtego wa kumtafuta mchungaji Gwajima. Hapana, maelekezo haya ni ya serikali na yaheshimiwe. Kila mtendaji anayehusika kusimamia maelekezo ya serikali atekeleze wajibu wake. Hilo ndio la muhimu, asije akatoka mtu akapotosha maelekezo ya waziri mkuu, au maelekezo ya mheshimiwa rais, na kuja kuleta jambo ambalo lingine tofauti. Hapa ni eneo la ibada na litatumika kwa ibada, hakuna maelekezo mengine yoyote.